Miongoni mwa tiba pia vile vile ambazo zinaletwa yani zinapatikana na Habat Sauda, ni mtu ambaye ana shida ya kukojoa, yani ghafla mikojo inamtoka yani, ana shida ya kuzuia mikojo yake, mikojo inamtoka ghafla ghafla. Ni ugonjwa ambao hupatikana kwa watoto, hupatikana na labda huweza kuta hata watu wakubwa pia hata wazee pia utakatwa weza ukapatwa na aweza akapatwa na hali kama hii na akalazimika kutumia vit, vitu napkin au vitu kama hizo za kuzuia mikojo. Sasa ugonjwa kama huu huweza ukatibiwa kwa njia hii, ni kwamba tiba hii ya kuondosha hali hii ya kujikojolea au kupatwa na mikojo ghafla na, na kukosa hali ya kuweza kujitawala ni kwamba achukue maganda au mangozi hii ya ya nini ya mayai, hii tuita maganda ya mayai, mayai unapotoa, ukishatoa mayai yake ndani maji yake yale, maganda yake uyaoshe vizuri kabisa, alafu kisha uyachome kwenye joto kiwango kizuri, yani ipate joto, alafu yani uyachome kidogo, si ati yaungue awe meusi nini, lakini yapikwe kiasi fulani, alafu kisha ya, yani uyaponde uyapondeponde pamoja, na uchukue pamoja ni kiwango cha e, nini, habat sauda, sauda na uchanganye kwa pamoja, hivi viwili kwa pamoja uvisiage au viponde tuseme, hasa uvisiage ikiwezekana, ndio hivyo vizuri kabisa, mpaka iwe viwe ni laini, na kisha uchanganye na yani, kijiko kimoja cha huu mkusanyiko wa vitu hivi viwili, uweke, uchanganye na kikombe kimoja cha maziwa utumbukize, yani uweke ndani ya kijiko kikombe kimoja cha maziwa na ukoroge vizuri, alafu kisha uwe utatumia asubuhi na usiku kwa muda wa wiki moja.